Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah waala alihi wasahbihi wamanwalah, amma ba'd. Baada ya kumshukuru mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tutaendelea na madarasa haya ya sera ya Bwana Mtume na <clears> tumefika <throat> katika barua alizozituma Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa baadhi ya wafalme wakati wake naam. miongoni mwa barua ni barua <coughs>

wa inni ad'uka an tu'mina billahi wahdahu la sharika lahu yabqa mulkak yabqa mulkuk falamma qara alkitaba rama bihi, alposoma hiki, eh, al kitabu alposoma ile barua akafanya akaitupa, waqala na, eh, akasema nani atanipokonya mimi ufalme huu? Angalia anavoringa huyo Alharith bin abi Shimr, asema nani atanipokonya mimi ufalme huu? shauri zake eh, na akasema kutumwe jeshi Ka waislamu ka wa kawapige Waislamu, angalia alivyojiona. la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah. na akamwambia eh, yule shujaa, akamwambia wewe si ndio umetumwa na huyo mtume wenu? basi mueleze mueleze mtume wenu eh mtume wenu ulichokiona hapa. na ikawa huyu tabaan yuko chini ya yule Kaisar ambaye tumetoka kueleza hali yake na kiswa chake na na, na Abu Sufyan basi akatuma barua kwa Kaisar, aomba ruhusa sasa aomba aende omba ruhusa Muhammad, na akamwambia sisi wenyewe tumeweka, eh, tutakwenda kuku, tutakuja kukuzuru tutakuja kukuzuru wewe. Yani sasa huyo Kaisar amwambia nitakuja huko kwenu na nini na nini. yani uh, huyu Kaisar akafanya kumpoza huyu Al-Harith bin Abi Shimr . Harith bin Abi Shimr alipoona hivyo akaenda e, kwa yule shujaa akamkirimu kidogo, mpaka akampa nafaka akamrudisha kwa wema, akampa nafaka akampa aka aka sehemu ya kukaa kwa raha, akarudi zake kwa salama. Naam, barua nyingine ilitumwa kwa Muqawqis. Naam. Na hii litu, eh, sahaba aliyoibeba ni Hatib bin Abi Baltaa. Naam, na huyu inshallah itakuja maanake kiswa kikubwa huyo. Ni katika masahaba walioshuhudia vita vya Badri. Hatib bin Abi Baltaa radhiallahu anhu. Hui, ali huyu, alitumwa kwa huyu, eh, Muqawqis na alikuwa Muqawqis ni amiri wa Misri. Naam. Pia upande wa Kaisar huyo, chini ya Kaisar.

Utapata dhambi za hao watu wenu eh, wa qibti naam. wa yaa ahlal kitabi taalau ila kalima ila kalimatin sawaa, mpaka mwisho wa aya naam, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Bas, huyu eh, eh, Mukawqis alipopata ile barua akasema, ah huyu Muhammad, ikiwa kweli yeye ni mtume eh, mbona asiombe tu dua mara moja eh? mbona asiombe tu dua mara moja na wale wote wale mkhalifu eh waka wakaangamia, mbona eh? asingeomba tu dua mara moja, asitolewe katika ule mji wake? Yani kama yeye kweli anifanya nini ni mtume basi hatai. Wakamjibu akamwambia wewe, si wakubali kuwa Isa ni mtume wa Mwenyezi Mungu? <laughs> Eh, je, waonaje pale watu wake walivyomtukua wakitaka kwenda kumuua eh? Mbona asingewaombea dua tu waangamizwe mara moja eh? Mbona asingewaombea dua waangamizwe tu mara moja Mbona hakuwaombea dua? Kama yeye ni mtume, ilikuwa awaombee dua waangamizwe mara moja. Mbona ilikaa mpaka mwisho, Mwenyezi Mungu ndo akamuinua kwake, subhanallah. Ha huyu e, mfalme ama huyu Muqawqis akasema, ahsant e, wewe ni mtu una hikma sana, na umetoka kwa mwenye hikma. Naam paka e, nakumbuka kisa moja katika duati, Mungu amrehemu Ahmad Didat, alikuwa akieleza asema, kule India kitambo, walipokuja wale wazungu, ilikuwa kuna mijadala mijadala baina Waislamu na wale e, wazungu wa Kristo yani. Basi wakija wakileta ni ile mijadala, asema mmoja katika wale wahindi kwa haraka haraka eh, mmoja katika wale wazungu afan kwa haraka haraka alikuja akampata mmoja katika mashehe wa Kiislamu akamwambia, nataka bwana tufanye nini? tufanye mjadala, eh, mjadala mbele ya watu. Akamwambia, nyinyi, eh, mtume akifariki, eh, si ataweza kumwambia Mungu shida zozote au tabu zozote yule mwanachuoni ama alim akasema, ndio, yawezekana. Akamwambia, sasa, alipokuwa mjuku wake yuwawa, mjuku wake alipokuwa yuwawa, yani Saidina al-Hussein, yeye mtume alikuwa wa. alikuwa hawezi kumwomba kumwambia Mungu, ya Rabbi, angalia hawa watu wa mdhulumu mjuku wangu, hawa hawa kadha kadha kadha, alikuwa yuwaweza ama hawezi? Basi yule mwanachuoni wa Kiislamu akasema, ndio, alikuwa yuwaweza basi yule ambaye si Muislamu, yani kafiri, sasa akasema, sasa mbona hakumwambia kama kweli yeye ni mtume na kama kweli mola wake ana nguvu ya kuweza, uweza wa kila kitu, mbona hakumwambia mola wake akamwepusha aka mjuku wake na shida zile na tabu zile na dhulma ile wakati ule? Yule, yule mwanachuoni akafikiria, akafikiria, akafikiria, yani yule muislamu sasa akafikiria, akafikiria, akafikiria eh? Basi huko yule kafiri yule mzungu yani, yamwambia haya, ajibu bwana, ajibu kama kweli dini yenu ya haki, ajibu, ajibu. Akamwambia ya, hali yake ilikuwa hali ya kama nani, Saidina Isa pale alipoenda kusulubiwa. Hali yake ilikuwa hali ya <laughs> yule vile vile Saidina Isa. Eh? Yani, subhanallah, yule mzungu hapo hapo akafungwa mdomo. Akanyamaza, ingawa ni tactic tu, yani ni ndia tu ya kutoka kwenye mjadala kutoka kwenye swali kama hilo. Eh? Ni ile tu yule yule mwenye hikma <laughs> yule mwenye hikma ndo ndo atashinda, atafanya nini? Atashinda, subhanallah. Naam, bas huyu Muqawqis bado hakusilimu, lakini akasema, mimi naona kuwa huyu si sahir, si mchawi eh, na yuamrisha mema na yuakataza maovu eh? Bas nitaangalia amri yake nitaangalia amri yake, sito kujibu sasa. Lakini akaandika kumjibu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa: bismillahirrahmanirrahim, li Muhammad ibn Abdillah min al Muqawqis azim al Qibt

tarkubuha wasalam akasema yani kwa ufupi ni kuwa ame, ameangalia ile amri yake na akajua kuwa kuna mtume atatumwa wa mwisho lakini hakujua kuwa atatumwa miongoni mwa waarabu kisha akamwambia na nampa huyu e, ule mtuma mtume wako nimemkirimu nimempa zawadi nimempa vijakazi wawili na nikampa nguo na pia nimempa kitu atatumia kukipanda yani atakipanda naam na mmoja katika hawa vijakazi ilikuwa ni Maria al-Qibtiya ambaye bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimchukua kama kijakazi chake na akapata mtoto Saidna Ibrahim mtoto wake bwana mtume Ibrahim alitokana na huyu kijakazi akiitwa Maria al-Qibtiya naam la ilaha illallah wa Muhammadur Rasul ama kijakazi mwingine alipewa Hassan bin Thabit